Septemba 25 ya mwaka 2025, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC ambaye pia ni askofu wa jimbo Katoliki la Lindi mhashamu Wolfgang Pisa ametoa msimamo mzito wa Kanisa Katoliki dhidi ya viongozi wake kujihusisha na shughuli za kisiasa. Akihubiri katika adhimisho la misa takatifu ya kilele cha jubilii ya miaka 100 ya seminari kuu ya Mtakatifu Paul Mtume Kipalala, jimbo kuu Katoliki la Tabora, Askofu Pisa alisema wazi kuwa mujibu wa sheria za kanisa ni marufuku kwa mapadri, watawa na maseminaristi kushiriki kampeni za kisiasa au kutambulishwa na vyama vya kisiasa. Katika ujumbe wake uliojaa msisitizo, askofu Pisa alisema ni marufuku mapadri marufuku kwa watawa, na marufuku kwenu nyinyi maseminaristi, kuonekana maseminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa, marufuku kubwa, hatutakiwi kuonekana huko. Aliongeza kuwa viongozi wa kanisa hawapaswi kuvalishwa mavazi ya chama chochote cha siasa au kushiriki moja kwa moja katika shughuli za kisiasa, kwani nafasi yao ni ya kiroho na kiutu kwa ajili ya watu wote bila kujali misimamo yao ya kisiasa. Kanisa Katoliki duniani limekuwa na misimamo thabiti ya kutenganisha nafasi ya viongozi wa kanisa na shughuli za kisiasa moja kwa moja. Kwa mujibu wa kanuni ya sheria za kanisa Code of Canon Law, kifungu cha 285 na kifungu cha 287, mapadri na watawa wanapaswa kuepuka kushiriki katika siasa za moja kwa moja isipokuwa pale panapokuwa na sababu za kipekee ambazo zina manufaa ya moja kwa moja wa kanisa au kwa jamii kwa ujumla. Msimamo huu unatokana na historia ndefu ya kanisa kujikuta mara nyingi likivutwa kwenye misuguano ya kisiasa, jambo ambalo limewahi kuliletea changamoto kubwa. Ili kuepuka kuonekana kama chombo kinachopendelea upande fulani wa kisiasa, kanisa limechukua uamuzi wa wazi kwamba viongozi wake watabaki upande wa kiroho, wakihimiza mshikamano, amani haki na heshima kwa utu wa binadamu bila kujali chama au mtazamo wa kisiasa wa waumini wake. Tanzania kama ilivyo katika mataifa mengine, kanisa Katoliki limekuwa na mchango mkubwa katika kujenga jamii. Limejihusisha zaidi na huduma za kijamii, hususan elimu, afya na misaada ya kijamii, lakini limekuwa likijiepusha kushiriki moja kwa moja katika harakati za vyama vya siasa. Katika historia ya taifa hili kumekuwa na nyakati ambazo viongozi wa dini wametoa matamko yenye uzito mkubwa kuhusu hali ya kisiasa lakini si kama wafuasi wa chama fulani bali kama walinzi wa maadili ya kijamii. Kwa mfano, nyakati za uchaguzi mkuu, TEC mara nyingi hutoa waraka wa maaskofu unaotoa mwongozo wa maadili, kuhimiza amani, haki na heshima kwa utu wa binadamu. Hata hivyo, maaskofu na mapadri hawajawahi kushiriki moja kwa moja kwenye majukwaa ya kampeni. Askofu Pisa, kwa kutoa kauli hii, amekumbusha tena kanuni hiyo ya msingi kwamba si sahihi kwa mapadri au watawa kuonekana kwenye kampeni za vyama kwa sababu kufanya hivyo kunaleta mgawanyiko kati ya wa waumini. Kanisa linakusanya watu wa imani moja, lakini wenye mitazamo ya kisiasa tofauti. Hivyo, kiongozi anapojihusisha na chama fulani huonekana kama anawabagua wengine. Kauli ya askofu Pisa inabeba maana pana zaidi ya onyo. Kwanza, ni ujumbe kwa viongozi wa kanisa kuhakikisha wanadumisha hadhi yao ya kiroho. Pili, ni ujumbe kwa wanasiasa kuacha kutumia viongozi wa dini kama chombo cha kutafuta uhalali wa kisiasa. Katika miaka ya karibuni, kumekuwa na mwelekeo wa baadhi ya wa wanasiasa kutafuta baraka au kuonekana pamoja na viongozi wa dini katika majukwaa ya kampeni. Wengine wamekuwa wakiwapandisha viongozi wa dini jukwaani ili kuonyesha kama sehemu ya wafuasi wao. Askof Pisa amekataza jambo hili moja kwa moja, akisisitiza kuwa hata kuvalishwa mavazi ya chama ni kinyume na sheria za kanisa. Katika historia ya dunia kanisa Katoliki limekuwa na safari ndefu ya kuhusiana na siasa. Katika zama za kati, kanisa lilikuwa na nguvu kubwa kiasi cha kushindana na falme. Papa alikuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa, wakati mwingine akiongoza vita vya msalaba Yaani Crusades na kuingilia siasa za kifalme. Hata hivyo, baada ya mapinduzi ya kijamii na kisiasa duniani, hususan karne ya 18 na 19, kanisa liliona hatari ya kuendelea kushirikiana moja kwa moja na siasa. Hapo ndipo msisitizo wa mgawanyo wa wazi kati ya uongozi wa kiroho na shughuli za kisiasa ulipoimarishwa. Mfano mashuhuri ni katika Marekani ambapo katiba inatenganisha dini na siasa moja kwa moja, hata pale Wakatoliki waliposhika nafasi kubwa kisiasa kama John F Kennedy alipochaguliwa kuwa rais wa Marekani mwaka 1960. Kanisa liliendelea kusisitiza kwamba padri na watawa hawawezi kuwa wanachama wa vyama vya siasa au kushiriki katika kampeni. Tanzania imekuwa ikishuhudia TEC ikitoa matamko mazito wakati wa uchaguzi mkuu. Waraka wa maaskofu mara nyingi unakuwa na kauli za kuhimiza amani, uadilifu, heshima kwa kura za wananchi na uongozi unaojali utu, lakini waraka huo huwa haupendi upande wowote wa kisiasa. Kwa mfano, wakati wa uchaguzi wa mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano, mwaka elfu mbili na tano, mwaka elfu mbili na kumi na tano na hata mwaka elfu mbili na ishirini ilitoa waraka maalum wa kuhimiza wananchi wajitokeze kupiga kura kwa amani, kuepuka vurugu na kuheshimu maamuzi ya tume ya uchaguzi. Waraka huo husema bayana kwamba kanisa haliungi mkono chama chochote, bali linaongoza waumini kutumia dhamiri zao katika kuchagua viongozi bora. Hata kama hawashiriki moja kwa moja katika siasa za vyama, viongozi wa dini wana nafasi muhimu ya kijamii. Wanaweza kukosoa pale ambapo serikali au chama kinapofanya mambo ya kinyume na maadili ya kijamii. Wanaweza kuhimiza haki pale ambapo kuna ukandamizaji. Hii, e, inaitwa prophetic role yaani nafasi ya kinabii ya kuwa sauti ya watu wasio na sauti lakini nafasi hii ni tofauti na kushiriki moja kwa moja katika kampeni kanisa linakataza viongozi wake wasibadilike kuwa wanasiasa wa majukwani bali wabaki kuwa sauti ya kiroho inayosimama katikati kwa ajili ya wote waumini wengi huona ni afadhali kanisa lisijihusisha na siasa moja kwa moja kwa sababu linahusiana na watu wa vyama vyote mtu anaweza kuwa mkristo mkatoliki na wakati huo huo ni mwanachama wa CCM, chadema CT Wazalendo au chama kingine. Kiongozi wa kanisa anaposhiriki upande mmoja kujenga picha ya ubaguzi na huweza kupunguza mshikamano wa kiimani. Hata hivyo, kuna wakati waumini huwataka viongozi wa dini kusema wazi kuhusu maovu ya kijamii na kisiasa, mfano rushwa, ukandamizaji au uvunjifu wa haki za binadamu hapo ndipo kanisa linapokuwa na jukumu gumu la kusawazisha kati ya kuzungumza ukweli wa kutoonekana kama linapendelea chama fulani. Katika maadhimisho ya jubilii ya miaka mia moja ya Seminari Kuu ya Mtakatifu Paul Mtume Kipalala, Askofu Pisa hakutoa tu onyo bali pia alitoa ukumbusho wa msingi kwa waseminaristi na viongozi wa kanisa. Alisema ni wajibu wao kuhakikisha kwamba maisha yao ya kiroho hayawekwi doa la kisiasa. Kwa maneno yake, kanisa linataka kulinda taswira yake ili kuendelea kuwa mwanga wa jamii yote. Akisisitiza marufuku hiyo, Askofu Pisa aliweka msimamo bayana kwa mapadre na watawa, wanapaswa kusalia kama viongozi wa kiroho sio kama wafuasi wa vyama vya siasa. Na kwa kumalizia, kauli ya Rais wa TEC Askofu Wolfgang Pisa ni mwendelezo wa msimamo wa muda mrefu wa kanisa Katoliki: siasa ni jukumu la wanasiasa na uongozi wa kiroho ni jukumu la viongozi wa kanisa. Kanisa linaendelea kusisitiza kwamba wajibu wake ni kutoa huduma za kiroho, kijamii na maadili kwa watu wote bila ubaguzi. Kwa maneno yake makali na ya moja kwa moja, Askofu Pisa amekumbusha viongozi wote wa kanisa nchini Tanzania kwamba kushiriki kampeni za siasa ni kinyume na sheria za kanisa na kuna haribu taswira ya kiroho ya kanisa Katoliki. Hii ni ukumbusho kwamba kanisa linapaswa kubaki kama mwanga kwa wote, sio chombo cha kisiasa cha upande mmoja. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.